Zaburi 119:105, neno lako Bwana ndio taa ya miguu zangu na neno lako ndio mwangaza kwa njia yangu. Siwezi nikatembea peke yangu Bwana bila wewe, na kuomba ukaweze kutuongoza usiku na mchana katika jina la Yesu Kristo. Wakati wa usiku Bwana ukatuongoze kwa ishara ya moto Wakati wa usiku Jehova akatuongoze kwa ishara ya moto, wakati wa mchana katuongoze kwa ishara ya mawingu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Uhusiano wetu na wewe, ushirika wetu na wewe, Mfalme, ukaweze kujengeka, ukawe na uhusiano wa karibu, uhusiano ambao ni wa baba na mwana. Kwa hivyo tunakuja mbele zako asubuhi ya siku ya leo Bwana, tunaitisha mkono wako ukaweze kutembea nasi, tunakuomba Bwana, sheria zako zikatutawale kama vile vilivyomwambia Joshua ya kwamba unampa uwezo uh, ya kuweza kumiliki ardhi ambayo umempa ardhi ambayo umeikanyaga. Na sisi pia, Mungu ana uwezo ya kutupatia kila sehemu ambayo tunahitaji katika maisha hayo. Mungu ni Mungu ambaye ni mwaminifu, Mungu ambaye ni kimbilio tosha. Mungu ni Mungu ambaye tunaweza tukamtegemea katika kila jambo. Jambo ambalo ni la maana ni kutengeneza uhusiano wetu na Mungu uwe karibu, uhusiano wetu na Mungu uwe ni wa kila siku. Kwa hivyo, kitu cha kwanza ambacho tunastahili kufanya ni kutengeneza muda na Mungu kwa kusoma neno lake ili tuweze kumjua zaidi, kwa sababu neno la Mungu ni uhai, neno la Mungu lina nguvu, neno la Mungu ni upanga, neno la Mungu lina uwezo wa kukata. Neno la Mungu lina uwezo wa kuchoma neno la Mungu lina uwezo wa kuumba. Kwa hivyo tuwe watu ambao tunapenda kusoma neno la Mungu kwa sababu maandiko yanasema katika kitabu cha John chapter 1 verse 1 to 3, inasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, na hilo neno lilikuwa na Mungu, na hilo neno lilikuwa na Mungu, ni Mungu. Kwa hivyo unakuja kupata kwamba hata dunia hii kuumbwa kwake ni maneno yalitamkwa. Mwenyezi Mungu alitamka maneno akasema kuwe na kikawa. Kwa hivyo na sisi wakati ambapo tunasoma neno la Mungu, tunalichukulia binafsi linakuwa ni letu. Wakati ambapo tunalisema na kulitamka katika maisha yetu, yale mambo yanatimia kwa sababu sisi tuna uwezo wa uumbaji pia. Tunaweza tukaumba mema ama tunaweza tukaamua tuumbe mambo mbali mabaya mba mba mba mba mba. Kama vile watu ambao hawamjui Mungu ama wale watu ambao wanafanya kazi katika ulimwengu wa giza wanajua kutumia maneno vizuri Dazo, utapata kwamba wana uwezo wa kucontrol anger, wana uwezo wa control seasons, wana uwezo wa control maisha ya wanadamu, wanaweza kutamkia mambo fulani fulani na yakafanyika, kama vile Bala alivyotafutwa hmm. Bala alivyotafutwa kuja laani ni kwa sababu Bala alikuwa anajua kwamba kuna nguvu katika maneno hmm. Alikuwa anajua kwamba wakati ambapo atazungumza mambo mawili matatu juu ya watu fulani fulani, hayo mambo huwa yanafanyika. Kwa hivyo sisi tuna uwezo kama vile ambavyo tumeambiwa in the book of Isaiah chapter number 54 eh, ya kwamba tuna uwezo wa kurefute eh, ya kupinga yale maneno ambayo yamepangwa katika ulimwengu wa giza, tuna uwezo ya kuyavunja, na haya mambo yote tunayaweza kuyafanya wakati ambapo tumepata nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wakati ambapo u, tumetengeneza uhusiano na Mungu uhusiano wa baba na mwana, tuna uwezo wa kutamka maneno fulani fulani na tunaweza tukavunja vitu ambavyo vimepangwa katika ulimwengu wa giza hmm. Kwa hivyo jambo la maana ni kutengeneza uhusiano na Mungu kwa kulisoma neno lake mara kwa mara, ili tuweze kumjua zaidi, ili tuweze kujua Mungu anataka nini juu ya maisha yetu, kwa sababu anasema ya kwamba yeye ana makusudi ambayo ni mema katika maisha yetu. Kwa hivyo mtu wa Mungu, usikate tamaa. Tafuta Mwenyezi Mungu kwa kusoma neno lake mara kwa mara. Jambo la pili ni normalize praying. Maandiko yanatuambia in the book of First Thessalonians chapter number 5 verse 17, pray without ceasing. Ha? Tunaambiwa Danieli alikuwa ni mtu ambaye anaomba. Danieli alikuwa na, ana, anainama mara tatu in a day. Alikuwa anamtafuta Mungu asubuhi, anamtafuta Mungu mchana, anamtafuta Mungu wakati wa jioni. Na sisi zote tunajua yale mambo ambayo Mungu alimfanyia Danieli. Mungu alikuwa karibu sana na Danieli, pata akamsaidia akamuokoa kutoka katika simba wale ambao ni hatari. Akina Shadrach, Meshach na Abednego walitengeneza tabia ya kumwomba Mungu, kumtafuta Mungu. Mungu anatafutwa kwa sifa, Mungu anatafutwa kwa kuabudiwa, Mungu anatafutwa kwa kukaa karibu na yeye na kusikiza anasema nini ha? Martha, the book of Luke Martha, Luka chapter number 14, number 42. Martha alichagua chagua ambalo ni bora kukaa chini ya Mwenyezi Mungu na kuweza kumsikiza Mungu anasema nini ama Mungu anataka nini. Na sisi pia tujipeane maisha yetu kwa Mungu tuweze kujua Mungu anataka nini na maisha yetu. Mungu ametupangia nini? Mungu anahitaji tuende njia gani? Mungu anahitaji tufanye nini? Wakati ambapo tunatengeneza muda wa kusikiza Mungu anasema nini, wakati ambapo sisi pia tunamwambia mambo fulani, kwa sababu in the book of Isaiah chapter number 1 verse 18 Mungu anasema basi njooni tusemezane, kwa sababu yeye ni Baba yetu na sisi ni watoto wake na tunaishi na paswa tuishi sawa sawa na makusudi yake. Ndio maana wakati ambapo tunaomba tumefundishwa kuomba, tunasema let your will be done eh? Bwana, wacha makusudi yako yafanyike Bwana, si yetu. Lakini siku za leo unapata kwamba tunataka kufanya mambo sawa sawa na vile sisi tunataka kwa sababu mtu unapanga una, una, una una plans unataka by next year, ama ile mwaka ingine uu, umefanya kitu fulani ambayo iko tofauti ama iko mbali na makusudi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo unapata napata, inakuwa ni vigumu sana ku achieve ile maneno ambayo umeyapanga, kwa sababu iko against the will of God. Wakati mwingine tunaongozwa na tamaa ya vitu vya dunia hii, tunajipata tunaingia katika deals, tunaingia katika gigs, tunaingia katika mambo ambaye haiendani na the pattern of the, of the, of the kingdom of God, in the book of Romans chapter number 12 verse 2, tunaambiwa tusienende sawasawa na pattern ya watu wa ulimwengu. Ukiwa muamini ama ukiwa mwaminio, wewe ni mtu ambaye umekubali kukaa chini ya Mwenyezi Mungu. Ni vizuri kusikiza sauti ya Mwenyezi Mungu, tukubali anatuongoza tuende njia gani, kwa sababu Mungu ni Mungu ambaye anajua mwisho kabla ya mwanzo. Na kwa sababu yeye ni alfa na omega njia zake ni kweli wakati wowote wa ambaye atakwambia usifate njia hii fate njia hii Mungu huwa anajua mwisho kabla ya mwanzo mwanadamu mtu ambaye anataka kuangalia mwanzo kunaenda namna gani lakini hajui mwisho wake itakuwa namna gani jambo lingine ni kutengeneza urafiki na watu ambao wanamjua Mwenyezi Mungu mwenyezimungu tunaambiwa ya kwamba waumini walidumu katika ushirika, kuumega mkate, kushiriki neno la Mungu. Hiyo ndio mambo ambayo yatatusaidia sana kuweza kumjua Mungu na kuweza kuelewa Mungu ana makusudi gani katika maisha yetu. Kwa siku ya leo, ningependa tu kukuambia kwamba tufate mambo haya matatu, tushike haya mambo matatu, na tutaona uwepo wa Mungu, tutaona wema wa Mungu ukifanya kazi katika maisha yetu. God bless you so much. Mbarikiwe sana watu wa Mungu. Amen.